Kwa hivyo ndugu zangu mtakubaliana nami kwamba mambo mengi yamefanyika. Lakini suala la umeme kwa wakati ule hatukuliweka kama ni huduma za jamii. Lakini jinsi tunavyokwenda tumeona umeme ni huduma za jamii. Na mpaka tulipofika tayari vijiji vyote Tanzania tumeshaweka umeme na sasa tunafanya usambazaji kwenye vitongoji. Na vitongoji kadhaa tayari vimeshaguswa. Imani yetu kwamba baada ya miaka miwili mitatu hata Tanzania yote itakuwa inawaka umeme. Tuna shida ya kukatika katika, katika kwa umeme. Kazi ni hiyo. Mnaona tunajenga uh, njia mpya za kusafirisha umeme tunajenga uh, stations za kupoza umeme, ili kufanya umeme utulie, kwa sababu umeme upo kwa wingi. Bwawa limekamilika, linazalisha sasa hivi mega megawatts karibu elfu tatu umeme upo kwa wingi, nazalisha karibu megawati elfu mbili elfu moja na zilikuwepo kabla. Kwa hiyo kwa Tanzania sasa tuna elfu tatu kama na mia sita. Umeme upo kwa wingi, lakini mgao, kuupeleka umeme ndio tatizo. Hiyo kazi tunaifanya kwa nguvu zote, ili Tanzania yote wapate umeme wa uhakika.